ya ufura. Binadamu wametokwa na imani. Wana roho za kishetani, wanaishi kama hayawani sababu ya kijicho.

Njia hii hapa mboga nini waya sa ikobee kitu kimoja, naona umejipanga baba, yaani uko tali kwa ajili ya vita. Unajua wakati unakuja hapa na midevu yako, nikawa nakutazama nikawa na kutazama nikasema, mtu mwenye ndevu mwenye, mwenye, mwenye nyingi mwenye midevu ni mtu mwenye busara na akili blaini. Wazungu wanaita blaini, sema blaini, blaini <laughs> <laughs> unajua, mtu akikuangalia midevu yako anaweza akasema huyu mtu ana busara na akili blaini. Kwa Kiingereza wasema blaini, sema blaini. Utazama kwa haraka haraka wewe. Ni sawa sawa na ganda la kibiriti ambalo ndani yake halina njiti. Wewe una akili wewe. Mm? Sasa huyo Salome anamng'ang'ania, anamng'ang'ania ni mama yako mzazi. Salome mwenyewe kila siku anisema vipi? Nani Mwita, I love you, I love you. Nani ambaye sajua kwa kijiji kwa nani Salome anataka mimi? Salome kadata na mimi muhindi hapa kijijini. Kwa sababu umeanzisha vita wewe mwenyewe. Umehitaji vita na mimi. Nitavimaliza mimi mwenyewe. Siku zote atiofuzwa na mama yake. Ufuzwe na wewe. Fresh. Muna dakika tano tu, mm. Lakini namna hiyo. Wewe. Salome, Salome.

Sio, unashika mimi brother, mwanangu, sikizia basi. Kwanza nikupe masharti ya kudajisha, tunajua tuko kwenye mazoezi ah. Tunaanzia hii hapa, mboga nini yenyewe, eh, waya waya yenye tunamkili vipi? Uh, tumpe pasipoti uh yake anahitaji, maana ya, ya, ya, ya, ya, ya, takuja ni kufanya kitu kimoja kibaya sana, takukamata ni ta kupoteza ni kuweke ruka au tatoka, funguo utazipeleka katikati ya ziwa ziwa likikauka, ndo funguo zitapatikana, uende ukatolewe ndani wewe, basi ash, oh, usipopatikana mimi, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Sitaki ugomvi na wewe. Nahitaji ujirekebishe kuhusu Salome. Bas. Sawa. Sawa. Na umwambie Salome hivi, I love you. Salome na mwanamume wake, I love you. Sikiliza. Huu mchezo hautaisha. Wala. Sawa. Hauna kipengele. Sawa. Sawa. Timu utaileta uwanjani. Tu Salome I love you. Hey. Uje waka tukia wapi? Hata huyu Salome na na jamani matatizo ya akili. Hivi kwa haraka haraka tu hapa, which is which? Hey? Mimi nimesimama hapa. Kila hichi hichi kibagaza hichi kiazi cha nani, hichi kiazi kitamu. Kimesimama hapa. Nani anachukua point? Hey. Hila wanawaki, kipendea nili hichi. Sasa, tunaanzisha vita vio vya maji maji vio vya hita, mbwa wewe. Brother, mimi naomba nimpige Mara moja tu ah, ah, ah, ah, ah. Mimi oh, eh, kazi. Tumdanjishe kwa sikio kulia basi. Wewe. Wewe? Tafuta Tafuta tawi tawi nini fresh brother. Sasa <coughs>

unafikiri mimi nafikiri mimiyani ikubali, nafikiri a, kwamba mimi sitakuwa mjinga kama hivi. Kila siku sitaki, naomba niache. Niache baba chuga. Niache. Nimechoka. Mke wangu, okay. Hivi mwanzo uliondoka kwa muda mrefu, Leo tena nataka uondoke uniache, miache nimechoka maisha ya kuishi kama ngoma mimi. Kila leo napigwa kwenye mtaa, wakisikia tu kelele ni mama Chuga, napigwa. Nimeshachoka. Usinifanye hivyo kama mimi kwetu nimeua. Kwetu sijaua na wananihitaji. Kwa taarifa yako, mimi pia ni binadamu, kukosea ni kawaida. Sasa ukiondoka utaniacha na nani? Mimi bila wewe siwezi. Wewe una mwanamke wapi Baba Chuga, na ukadiriki kunitaka niondoke hapa, ili umlete huyo mwanamke wako mje muishi naye hapa? Ukataka niondoke kabisa, niende nikaishi mapolini, ili umlete huyo mwanamke aje kukaa hapa? Sasa ni hivi, mimi nyumbani kwetu sijaua, wacha niondoke, ni kuache mke wangu. Mimi pia ni mwanadamu, kukosea kawaida mwanadamu, ukupo pale pale mama chuga. Mama chuga, mbona hayo yanaongeleka, hayo kabisa yanaongeleka. Mwana chuga nao sina wasiwasi

Mimi nimekuelewa ila ni hivi ukae ukijua umenisikia. Ndio. Mimi hapa ndo siondoki kabisa kama ni leli ndo imefika Kigoma na kama ni meli ndo imeweka nanga na maswala ya kwamba sijui unaenda kwenye kawa. Kawa, nitapika mimi nitakuwa nakuletea hapa. Oh, sijui Simba na Yanga wanacheza mpira nitakununulia, sawa utakuwa unakaa hapa hapa ndani mambo ya kiguna njia iwe mwanzo na mwisho. Sikiza, kabla ya kurudi ndani naomba nielewe, siwaishe kwenda ndani ni... mm -hmm. Utafanya chochote nachotaka, chochote kile ninachotaka hautatoka tena okay. Hmm. Sasa hivi huyo, yes. Mwanao Chuga mfundishe adabu, nilivyoondoka nimekuta umemjeza vitu vingi ujinga, amekuwa hana adabu. Ninakuomba ukae kabisa, ukae naye, ni mtoto wa kiume, umfundishe adabu, mwambie mimi ni, ni mama yake, aache hizo zalau esha kuelewa chochote tototaka kufanya kuanzia leo. Mama, Mama, n hivyo unamwagilia tu, huna habari kabisa na mimi mwanao, yani u, unakuwa tu na mambo yako ambayo hata si yaelewi. Yani mama, kwanza nikuulize, una mpango gani na mimi? Maana hata sikuelewi kabisa, yani sikuelewi. Mimi ni mwanao au mimi ni, ni, ni, yani ni mtu tu kutoka huko ambaye hajulikani. Endelea sasa. Hata kama ni mama, inafikia sehemu naona kama vile wewe yani una njama yani, focus kunimaliza, mmepanga kunimaliza wewe. Umelogwa tena, naona aliyekuloga kuloga ameshafariki. Ni kitu gani ambacho kielewi? Mambo hayaendi, mambo hayakati kona, mambo haya, haya, steringi honi zimeisha kona imebaki hii. Kwa mwanzo kaa kabisa, yani msinichanganye. Bora amekuja, ningeongea ningeonekana. Mnafunga domo lako, unanisikiliza vizuri tena, niangalie. Huyu unayemuona hapa ni mama mdogo wako tena <coughs> aheshimiwe, sawa? Umweshimu kama mama mdogo <laughs> kama heshima itapungua, mm -hmm, tutavunjiana heshima mimi na wewe mama. Ndio maana nimesema hivi, mnapanga kunifanyeje? Haiwezekani, mtu kaja, badala ajishughulisha na mambo ya msingi, yeye ni kupika na kula chakula chote, kufukia cha baridi cha moto, anibakizii korowake kuhusu kowanzoka yani kogwanzoka kwa Kiingereza mwenekele makara mwenyewe wa mikaa hamwezi mkoa, mimi mnanichangia. Mama, mama wewe ni mama, lakini mama mdogo, mama mdogo, kwa nini umekuja sasa? Umekuja kunimaliza yeah? Mama, jitahidi kuongea na huyu kamuma nani samimu Yani mimi majina haya ya mba. Mwambie tu eh? mwambie tu kwamba mimi hapa ni mtoto yani mimi ni mtoto, msinichukulie kama mtu mzima likubwa sana la kujitegemea. Nimekuambia ni hivi hivyo. mwanaume gani najua tena kulijua ili. Ili yani mimi. Wewe. Nisikilize, sihitaji mchezo, nasiongei tena, nimesha kuchoka yangu nyumbani kwetu sijaua na sijafukuzwa na ile taraka yangu, maana sioni umuhimu wowote kwangu. Mimi wewe afa, tunajiita mwanaume, yani afikia isa, tu wewe wa kunizaba mimi kibao. Umwisa, mbona unachezea kwa sababu ya kibao? Mbona huo ni mwanzo tu, yani huo ni mwanzo. Veronica, nikwambie, hebu ngoja nikwambie kitu kimoja, ngoja nikwambie kitu hiki, ole wako, ole wako. Ujue, unyanyue miguu yako hapa. Eti tunaenda katika mtamba, sura zipo daktari. Utakuja kujua mimi ni nani maana nakonda kunipanda kichwani. <laughs> Kunipanda kichwani kati yangu mimi na wewe nani anapanda mwanzo kichwani? Nimeibiwa vitu vyangu. Hmm. Lakini sijaona ukijishughulisha kwa chochote kile kuninatafutia vitu vyangu. Kazi kunidanganya oma lao. Sasa wewe mwimu wako ni upi? Ni upi hapo? Nikikutukana akakuita mwanaume suruali ndo nizabe vibao. Mwimu wako ni upi hapo? Yaani ibado unaendelea kutukana, si ndio? Hivi taarifa niliyokupatia wewe ya kwamba nimefuatilia vitu vyako na hatimaye vinaenda kupatikana. Au hujaviona? Sikiliza. Hayo maneno yako ya kijinga na kipumbavu ndio yanayokuponza. Ipo hivi. Ukitaka ujue mimi ukita kujue ni nani? Ukitaka ujue ni kwa nini nilikutafuta na kukufanya kuwa mke wangu? Uendelee kuleta maneno yako ya shombo na ya kipumbavu yasiyokuwa na maana. Yaani mimi ni saizi yako, Veronica. Hapa mimi silinganishwi na mwanaume yeyote. Mimi ni mimi. Mimi ni saizi yako, leo ni saizi yangu mimi. Iweje unaleta maneno ya kijinga? umu ndani, utaishi kwa sheria zangu, utapata taratibu zangu, utaishi ninavyotaka mimi, vile tulivyokula kiapo kanisani. mbwiga wewesijuiioktaamama ake alinipada sasa mimi hapa nilikuja kwa ajili yako ila naona inanipaswa kuondoka na nisije kuwa chanzo cha mama na mtoto kugombana kwa ajili yako sasa bora tu niondoke ili miwe msigombane kwa ajili yangu nikarudi nilikotoka uh -huh. Unapokuwa unageuka kwenda mbele yaani usigeuke kweli usigeuke kwenda kurudi nyuma yaani mbele kwa mbele Yani, o shadoka unashadua, sawa, mbele kwa mbele, usigeuke kuangalia hii familia This house is don't forget anything. Unashadoka yani unasema unashadoka kwa Kiingereza uenekelemaka. Sasa mama, mimi sasa nisikilize, kama ni kuondoka. Mhm. Mm, sasa utaanza wewe hapa nyumbani huna faida yoyote huyu ni mdogo wangu tumbo moja, mama mmoja baba mmoja usipo mheshimu z nataka toke anza we kwanza alafu yatamalizia lakini dada upasi kufanya hivyo kabisa kama kuondoka mimi nitaondoka mwache masubu apo ukizingatia hivi karibuni anaenda kuoa mm. <laughs> Sasa kwa sahihi, hata wewe mwanamke atamwacha wako wewe, eh. Alafu wewe wewe hata kunipanda kichwani, sawa? Si unaona anavyoanza kunitabiria, yaani hebu kaa kimya, weni wakumwambie maneno haya ya mama mdogo wako. Kweli. Eh? Hivi. Wewe Masudi. Hmm? Unanitafuta nini kwanza? Hamna mama, eh? Mimi tu. Hata hujamaliza hili, unaibua jipya tena kubwa kuliko kweli. Eh? leo tena umekuja na jingine. Kwani mama sasaunantafuta nini? We mama, unaona mimi sasa ndo wakucukuza, alafu huyu utaki kumruhusu sinaye, mwenyewe ametetea kabisa, mimi ni kuniata, bora huyu ndo mimi. Umeamua kuniambia niondoke, lakini na a naondoka, utanikumbuka toka basi. Wewe wewe Tame. Mke wangu mama, kweli ni wakukane wiki nimrudishe mtoto, nimemfata nime, nime nimepeleka ng'ombe, mtoto ameenda kwao na ng'ombe, alafu ni wiki, haiwezekani Ay. Je, kama wananifukuza mimi mama, ila nikwambie tu ukweli, hutanikumbuka Is a song of Lucky Dube. Remember me. Niangalie mara ya mwisho mama, ninavyovutia mi ni Mini wakutoka hapa kwako nyumbani hmm? Na mimi siwezi nikatoka hapa mama hata nikimwoa mtoto kimya. Tabu kwa kimya. Eh, jamani dunia imeharibika. Hivi yeye Masudi. Hmm? Kuna nitafuta nini? Eh? Mimi. Hapo nataka uniue. <laughs> Na mama kukua. Hebu toka toka. Mama, mm, mimi aumimi ndo wa kutoka hapa. Nasema toka. Toka hapa. Nikalale tu ndani humo nipo. Nimesema toka nyumbani kwangu. Nitakumwagia maji Amre. <coughs> Ah, fadhari nimekuona mwanetu. Hivi wewe nikuulize swali, unajikuta nani katika hiki kijiji kwa mfano? Mwashirati mkubwa wewe, sasa unavyo nikazia macho unafikiri ndio nitakuogopa Mbe? Mimi sikuogopi, yani kama umezoea kuwatisha watu ni hao nasio mimi. Hii ni namba nyingine tena, ni namba tasa isiyogawanyika. Hebu nipishe mbele hapo nisije kukufanya kitu ambacho itakuwa ni historia katika familia yenu. Nipishe. <laughs> Mamra wegi hivi, wewe unaweza kunifanya nini? Yani mtu mwenyewe huna akili, kazi kuwaza uzinzi tu. Yani unashindwa kumheshimu hata mke wa mdogo wako, eti unataka kumrithi! Unataka kumrithi? Mambo ya kizamani hayo, tamaa hizo, tamaa mbaya, angalia utakuja kuuponza. Hivi weo umetumwa au umejileta? Mambo ya familia yetu yanakuhusu nini wewe? Au ndio unataka kunijua zaidi, si ndio, eh? awafanyikahivo unawezaje kufika kwenye nyumba ya mtu hata kupiga hodi hamna? Chioni pia napo, lazima utoe taarifa, kuna mtu ao hamna. Hivyo unajitambua kweli wewe sister? unakitimam sio kunifanya kama unijui mara wangu afuna pika hapo anza kunitetea pole pole, ungu no uone hapa hapa kuna hapa maskani yako hivi nini, bila taarifa kwa sababu simu waziti afu kingi ya utoke, afu mwenyewe unajua kabisa kwamba hii biashara unajua ni biashara ni hela, lazima hela itoke ndani iingie lodi kwenye mzunguko, afu mwisho wa siku mwanangu wake anakuja anisumbua, wewe uko kimya, yani unamaanisha nini? Ndio maana nilikuja hapo kuchukua hiyo hela hmm. Unachekesha kweli wewe. Yetu naitaji hela, unahitaji hela oh. Nani alikwambia kama nimekataa kulipa hela yako? Nitakuletea tena jioni. Oh, sasa Sundi, hivi unaelewa nilichokwambia, afu na majibu ambao unakuja kunijibu hapa? Nimekwambia hivi nataka hiyo pesa ndugu, sio hiyo pesa ingie lodi. Unajua kabisa kabisa kwamba hii shughuli tunayofanya ni issue ya hatari, usichukulie. Oh. Kwa hiyo unalilia wembe, angalia nisije nikakupa ukakukata. Umenielewa? Wewe, wewe, wewe, unataka kumtisha nani? Ha? Mtu mzima atishiwi nyau mtoto wetu. Mtu mzima kama mimi unakaa unanitisha tisha ha? Yani hapo, kumbe cheza na mimi, mtoto wetu. Sasa ngoja nikuonyeshe, nikuonyeshe jinsi gani watu wenye vielele kama wewe. Hebu nyingine usije kuwaletea michezo watu wengine. Wachizi. Unanijua wewe? Sikujui. Unanijua vizuri wewe? Hapana. Wewe si. Wewe. Sipendi ja. si zawadi kwa watoto wa kike kama wewe. Na wewe ngoja nikuone. Eh babu na yeye Mwita napigwa. Eh nakufa na uao. Tafuta ku. Wewe ndio ndio ujinga wako wewe. Hivi wachizi wewe. Wachizi. Una kamdomo eh? Una kamdomo? Sasa ngoja nikuonyeshe wewe baba. Babu na yeye Mwita. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe. Wewe.

Ah, Muita ni brother. Chioni pia na hapo lazima utoe taarifa kuna mtu hamna na hapo. Na nimejaribu kumvumilia pengine na msongo wa mawazo lakini kadri ninavyozidi a kumvumilia ndio nazidi kuwa mtu mwingine kabisa. Wewe unapenda maneno maneno, unapenda vigomvi vigomvi, yani, unasemaje? Muita, muita, muita mga. Mga. Anafanya hmm, hmm, tunagombana, neno mabaya twasemana, ukifanikiwa kwa ukara, ukiharibikiwa ya ufura. Binadamu wametoka na imani, wanaroho za kishetani, wanaishi kama hayawani, sababu kiji. sababu kiji